Malaika wa Mungu, ninakuosha maji haya yawe kinga na ulinzi katika maisha yako. Anabahatika kupata mtoto baada ya miaka ishirini. Hapo zamani katika kijiji kinachojulikana kama Pugu kulikuwa na mwanamke mmoja mrembo na mwenye huruma aliyeitwa Neema Alikuwa na sura ya kuvutia na moyo mkubwa wa kuwasaidia wengine. Alifunga ndoa na mume wake aitwaye Juma, na walikuwa na ndoto ya kuwa na familia yao wenyewe, lakini kwa miaka mitano ya kwanza ya ndoa yao, hamu yao kuwa na mtoto haikutimia walianza kuwa na wasiwasi na kuhisi huzuni. Walitembelea waganga na madaktari, lakini hakuna maelezo ya kutosha. Miezi ikawa miaka na miaka ikawa kumi. Watu wa kijiji walianza kusema uongo na kumtaja kuwa Neema ni mwanamke asiyezaa. Neema aliteseka sana moyoni mwake. Aliona kila mama akishika mtoto wake na kumwimbia Mungu, atakupa wewe pia, lakini maneno hayo yalikuwa kama chumvi kwenye kidonda. Alihisi kuwa hafai na kukosa samani kama mke au kuwa mwanamke. Miaka iliendelea kupita. Neema na Juma walikaribiliana na majaribio mengi sana. walisafiri hadi kwenye vijiji vya jirani kutafuta tiba asilia. Walifanya sadaka na maombi mengi lakini kila mara matokeo yalikuwa sivyo kabisa. Wengine waliwashauri Juma aoe mke mwingine lakini Juma alikataa kabisa. Alimwambia Neema, wewe ni ne mke wangu wa pekee na nitakaa nawe hata kama hatuwezi kuwa na watoto. Neema alifurahi kwa upendo wa mume wake, lakini huzuni bado ilikuwa ndani ya moyo wake. Mwaka wa kumi na tano ukafika na bado hakuna mtoto kabisa. Neema alijawa na tamaa ya kukata tamaa, yani alijawa na ile tamaa ya kukata roho kabisa. Aliamua kukaa nyumbani na kuepuka watu Alijiisi akiwa ya peke yake na hana maana kabisa katika hii dunia. Siku moja kijijini aliingia mgeni mmoja hivi, alikuwa mzee aliyejitaja kuwa Babu Mwenye Kima. Alisikia habari za shida za Neema najuma na Juma na akaamua kuwatembelea nyumbani kwao. Babu Mwenye Kima aliwaambia, mimi nimetoka kijiji cha mbali na nina ujuzi wa tiba asilia." Nimewasaidia watu wengi sana kama ninyi. Nawaalika nyumbani kwangu kwa tiba maalum. Neema na Juma walikuwa na wasiwasi, lakini pia walikuwa na tumaini kubwa sana. Waliamua kumsikiliza yule babu, na no, waliamua kumfuata babu mwenye hekima hadi kijijini kwake. Safari ilikuwa ndefu sana na miguu yao ilichoka vibaya mno, lakini walikuwa kufanya chochote, walikuwa tayari kujaribu chochote. Walipofika kijiji cha babu mwenye kima, aliwapokea kwa upendo na kuwapa chakula kizuri sana. Akawambia, tiba yangu inahitaji subira na imani, mtakaa hapa kwangu kwa mwezi mmoja, na nitawapatia dawa za asili na mafundisho muhimu na mtafanikiwa kupata mtoto. Kila siku Neema na Juma walikula dawa za mimea na kufanya mazoezi maalum. Babu mwenye hekima aliwafundisha juu ya nguvu ya moyo na umuhimu wa kuwa na imani. Alisema Mungu huwa na mpango kwa kila mmoja wetu, na wakati wake ndiyo huleta ukomavu. Baada ya mwezi, babu mwenye hekima aliwaaga na kuwapatia dawa za kuendelea kutumia wakiwa majumbani kwao. Aliwahakikishia kuwa ujao unawapata kwa furaha kubwa, maana watapata ujauzito katika maisha yao. Miaka miwili iliyopita, neema na Juma walikuwa wameanza kutengeneza maisha yao tena, walikubali kukosa watoto na kujishughulisha na shughuli za kijijini gafra Siku moja Neema alianza kuhisi dalili za ujauzito. Alipocheki na daktari, alithibitishwa kuwa ana mimba. Ilikuwa ni habari ya kusisimua isiyotarajiwa. Neema na Juma walilia kwa furaha na kumshukuru Mungu. Miezi kenda na, Neema alizaa mtoto wa kiume mwenye afya njema kabisa. Walimwita Baraka kwa kuwa alikuwa ni baraka ya miaka ishirini ya subira na imani katika maisha yao. Baraka alikuwa akawa mtu mwenye akili na huruma. Neema na Juma walifurahi sana, walimlea mtoto wao kwa upendo wote. Watu wa kijiji walibadilika na kumtazama Neema kwa heshima na kumpenda na kusema ku, kwamba kweli usimkatie mtu tamaa. Hadithi ya Neema na Juma ikawa methali kijijini Pugu, walifundishwa watu muhimu wa subira, imani na kusisitiza kuwa Mungu huwa na mipango yake kwa kila mmoja wetu. Na hapo ndo mwisho wa stori yetu, na hii ni Smax Films inaitwa S M A X, Smax King of Facts. Usisahau kusubscribe ku like na ku comment.